What's up, YouTube, karibu tena Coach Joram hapa. Sasa leo niko na mada interesting kidogo, nani ni kwamba vitu vinne ambavyo wanaume wanajiamini hufanya vinavyomfanya wanawake wazidi kuwapenda. Of course hasa mi nipende kutoa ushuhuda, ni kwamba sehemu kubwa, sehemu kubwa sana ya mafanikio yangu na wanawake imesababishwa na mimi kuwa na confidence kupita kiasi najiamini sana kupita kiasi sometimes, mpaka inakuwa ina care ina sometimes. Na wewe ambaye uko single, unajua kabisa sababu kubwa ya wewe kuwa single ni kwamba unashindwa kutoka na kwenda kuongea na wanawake, au kuna, kuna vitu unaogopa kusema, ukiogopa zile repercussion, mwanamke atasema nini? Sio? Na wewe ambaye uko kwenye mahusiano sasa hivi, unajua kabisa ulijiamini ujikaza kisabuni, ukaenda kuongea na mwanamke, ndio maana sasa hivi mna date. Kwa hii video nataka nikufundishe vitu vinne ambavyo ni unapaswa kuwa kuwa confident ukijiamini kwenye hivi vitu vinne itakurahisishia sana wewe mawasiliano yako wewe na wanawake. Sitaki nipoteze muda wako, niende straight to the point ok. Sasa so point number one ni kwamba inamfanya mwanamke awe comfortable around you, of course energy is infectious. Jamani, hivi vitu naongea sana, ni kwamba jinsi unavyojiweka ndo vinamfanya mtu mwingine, na haya hivo, sindio? pipo wana reflect wewe, watu wana wana wanaku ni reflection, ni kama kioo, wanaku ni kioo cha wewe jinsi ulivyo. Kwa kama wewe ni mtu mbaya na watu utakuwa mbaya, kwa same goals na confidence. Kama unajiamini na wewe uta inspire utamfanya mwanamke na yeye confident, na mtu akisha kwa confidence around you. Maana seduction nzima, kutongoza dem, ni kumfanya awe confident around you, kumfanya hajiamini kuwa karibu yako, kuongea na wewe, kukupa moyo wake inabidi yawe confident, si ndiyo? Sasa ukiwa ni mtu ambaye unajiogopa ogopa, ni shy, unajie mwanamke anakuwa very insecure na yeye, anajiogopa sana, sometimes anashindwa ku share her dark fantasies. Kuna vitu mwanamke anapenda kufanyiwa anashindwa kukuambia kwa sababu anaogopa utamjaji, sababu wewe mwenyewe unaogopa, ndio. Lakini kama ni mtu ni confident, uko playful, unajua jinsi gani ya kucheza na akili za wanawake na, na unajiamini kupita kiasi, ni rahisi mwanamke kukomera mwanamke kuwa kio chako na yeye akawa na ile confidence sasa, akaanza kufunguka kaza kwa vitu ambavyo anatamani kufanyiwa, vitu ambavyo anapenda kufanyiwa, na vitu gani anapenda, vitu gani apende bila wewe kumjudge, bila wewe kumnyoshia vidole. Ni kwa sababu hamna kitu mwanamke anaogopa kama kunyoshia kidole, kwambia we ni malaya kwa sababu. Kwa nini? Kwa sababu tu amesema anapenda kufanya mapenzi style fulani, au anapenda kwenda club, au anapenda kufanya vitu fulani Si ndio? Lakini kama wewe ni insecure, kama unajiogopa ujiamini, ok, mwanamke ana, ana awe comfortable ku share vitu kama hivyo, sindio? Hawezi akakwambia labda anapenda club au hawezi akakwambia anapenda style fulani ya mapenzi. Watu wengi sana, especially wanafunzi wangu wananiuliza, inakuaje Joram, una uwezo wa kuongea kumfanya mwanamke anza kuongea issues za mapenzi ukiwa akiwa karibu yako? Mimi uwagaji blangu ni rahisi, ni kwa sababu unajiamini. Kwa nini? Mimi ndo nae introduce hiyo topic, mimi ndo naeleta hiyo topic ya mapenzi kwake. Sasa yeye ndo anaipokea na anaendelea, kwa sababu unajua jinsi gani kutumia utani to my advantage. Wengine waga mnatupa tupa utani, mnaongea ongea utani mkiwa na wanawake, hopefully atacheka atakubali, ndio lakini kama unajua jinsi gani kutumia utani vizuri, unautumia specifically kwenye situation ambazo utamfanya mwanamke awe comfortable kuongelea issues za mapenzi, ambayo itakurahisishia wewe kum, kumpeleka ghetto mkafanya nini? Mapenzi, si ndio? Kwa mfano, labda unakuta unaongea na demo. Of course, mara nyingi mimi huwaga niko comfortable body language, lugha yangu ya mwili iko open, niko najiamini kabisa, naongea kwa sauti nzuri na kubwa na nzito, si ndio? unakuta labda yuko wengi huko Dar es Salaam, kwa mfano, unakuta demo amevaa nguo, hajavaa bra, si ndio? tuzi ziko zinaonekana hapo, pumi, namwambia au na chuchu nzuri, afu zimesimama fresh hivi, kwa nini hujavaa bra? wengi, I promise you, wengi, amna mmoja hata huyu mmoja ambaye alishai kureact negatively, au na mataku malaini, labda nikiwa kumbatia na wao, kifua chako kinachoma. Wengi ni waga nawaambia hivyo, na kuna hata huyu mmoja ambaye alishai kureact negatively. Why? Kwa sababu nimesema na confidence, nimesema nikijiamini, nimesema sijiogopi ogopi, na hiyo ndio key ya wewe kumfanya mwanamke awe comfortable kuone kupokea hiyo topic kwako na mkaanza kuiongea si ndio? Key point kwenye hii swala ni kwamba always be confident, kwa sababu itamfanya mwanamke awe comfortable kuwa karibu yako. Mtadiscuss mambo mengi, kwanzia mapenzi mpaka siasa kama unajiamini. Always be confident, okay. Sasa point namba mbili ni nini? Mwanaume anayejiamini waga hajifikirii mara mbili mbili. Kwa nini? Kuna umuhimu gani umwanaume kutokujifikiria mara mbili mbili? as you know kila mtu anajua kwamba mwanaume kazi yake ni kuongoza, ni kuwa kichwa cha familia, si ndio? Ni kumwongoza yule mwanamke, ndio. Kwa kwenye na miongoni mwa vitu hivyo vinamfanya mtu awe kiongozi ni kufanye kufanya maamuzi, ndio. Kama wewe ni aina ya wanaume ambao wanafanya maamuzi kwa kujifikiri mara mbili mbili, bila kuwa na msimamo ulionyooka, ni ngumu sana mwanamke mwana mwana kukuamini ni moja na pili ni kuamini hekima yako na muongozo ambao utampatia kwa sababu haujiamini unaji second guess. Unafikiri, unafikiri mara mbili mbili. Kwa mfano, hemu angalie viongozi ambao wana power, viongozi ambao ni wakubwa duniani, unafikiri ni watu ambao wanaweza kusema ukafanya hichi ukasema hichi kitu sasa hivi afu waamini maamuzi yao? Wanaweza kusema au labda tufanye hivi au labda unaonaje tukafanya hivi? Hapana, ni watu wanasema iwe hivi, tunataka China waongezee kodi, akisema President Trump, na inakuwa hivyo. Magufuli anasema fanya hivi na inakuwa hivyo. Hai second guess hajiulizi mara mbili mbili, hiyo ni quality ya kiongozi. Kwa kama mwanamke unataka ku trust wewe, ni mtu ambaye ufanye maamuzi mara mbili mbili? Ukisema kitu umesema, na hauaga hauombi, haumuulizi yeye inakuaje? Kwa mfano, mfano mzuri ambao wanaume wengi wanakosea, hata mimi kipindi hicho nilikuwa nafanya, nilikuwa nakosea sana kwenye issue Unakuta sawa, demu amekupa namba, lakini unaanza kumuuliza hivi, unaanza kumuuliza tukutane wapi, unapendaga kwenda wapi, nataka tukafanye nini, unapendaga kufanya nini? Hapana, unapenda... as a man, wewe ndio unachukua ile jukumu, unabeba huo mzigo, unahakikisha kwamba kitu pekee huyo mwanamke atafanya ni kutoka alipo kuja kwa sababu kila kitu wewe ulishakipanga. Mwanamke anasikia raha kutoka chini ya ufungua moyo wake, kwa sababu Yes, ameshapata jamaa ambaye anajua jinsi gani ya kufanya maamuzi, na yeye ni rahisi kuamini maamuzi yao, kwa sababu haujifikiri mara mbili mbili, ndio umesha umeshamwambia wapi aje, muda gani aje, mtafanya nini na kipi mtafanya, atarudije, na ume make sure kwamba atafika safe. Kwa nini asije kukutana na wewe, lakini wewe ni mtu ambayo unamweza eti unataka tuende wapi wa au nataka tukutane wapi wa, au nataka tufanye nini, au unataka hivi. Wewe ukishaona wewe type hiyo, mwanamke ni ngumu ku trust maamuzi yako, kwa sababu maamuzi yako hayana msimamo. Always make sure kwamba unavyo interact na wanawake, wewe ndio unafanya maamuzi. Ile na signal authority, ile na signal kwamba yes, ujamani leader ni kiongozi, naweza nikamwamini saa kufanya maamuzi. Lakini kama unafanya unafanya kitu halafu unamuuliza demu wako au, au mwanamke, wewe unaonaje, unaonaje mwanamke anaona huyu jamaa ana akili na mkera to the core, apendi kufanya maamuzi. Kama uamini, muulize leo demu wako kwamba kesho nataka nikufanyie nini, utaanza kuona na tapa tapa kwa sababu they can't make decisions, hawezi kufanya maamuzi. Asa, kama unataka kumkosea mwanamke, kama unataka kumkosea mwanamke, don't make decisions. Okay, sasa namba tatu ni nini? Namba tatu ni kwamba okay, so anatembea kama anaimiliki dunia. Of course kama unajiamini Walk like you, you own the world hmm. Ni unatembea kama yes niko chini ya miguu yako. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wanawake wana, wako designed wameumbwa wako, wako na Mungu kuangalia ku detect kutambua weaknesses udhaifu kutoka kwa mwanaume si ndio? Anaangalia nini akiwa nataka kujua udhaifu mwanaume ni dhaifu au si dhaifu anaangalia na kuongea, afu cha pili kikubwa sana uoga, ni anaangalia lugha yako ya mwili, si ndio? au matendo yako uoga, anasema mimi sio jamani dhaifu. Wewe unafikiri mwanamke ana pay attention, au unafikiri unakuwa nice, lakini yeye ana pay attention, anaangalia naona, si ndio? na moja ya vitu ambavyo anaangalia ni lugha yako ya mwili. Kama wewe ni mtu ambaye unatembea umejikunyata kunyata hivi, unatembea hujiamini, unaangalia chini kama kondoo, mwanamke automatically anajua jamaa sio kiongozi, si leader. Ujamaa ni bottom feeder, ni wa chini kabisa, usipaswi kuwa naye. Wanaume wanaojiamini wanatembeaje? Wanatembea wamenyanyua kichwa, chest iko out, mikono imetupwa kule, miguu iko huku na huku, anatembea kama duniani ya kwake. Kwa nini yuko? Mwanamke akiona vile anasikia yes, huyu ndo jamaa wangu, sabu ndo mtu nayemtaka, anatembea kama anaidai ulimwengu. Ukifanya hivyo automatically ina signal kwamba wewe ni mtu wa hali ya juu, ni mtu, ni powerful hata kama sio. Lakini mwanamke akiona ile, ana anakuwa attracted, anaaga huo brain ya kuanza kung'amua vitu haraka haraka ana, anafanya maamuzi kutokana na alichokiona. Sehemu nyingine ni kwamba let's say labda umeenda kwenye hotel au umeenda kwenye event, labda ni harusi au ni sehemu yoyote tu au ni ofisini, inabidi mfanye kitu, si ndio? Mwambie njoo ni mchukue kitu hapo, si ndio? Eti mwanamume mkao unaanza kujiogopa ogopa Tusubirie mtu aende ndo ndo, si tuende? Hapana, una stand up, naenda kama ni msosu, unaenda kuchukua, haijalishi watu atakufikiriaje, hiyo inakupa credit. Kama mwanamke anasema yes, jamaa ana confidence, anajiamini, instead ya kukaa subirie subirie watu waende wakachukue yeah. Hapana, inakushushia hadhi always, always na always inakushushia heshima. Nasisitiza kila siku, ikitokea ni sehemu ambayo inabidi wewe uchukue uchukue position ya kumwongoza, simama, ongoza. Ndiyo, especially let's say labda ameenda restaurant. Kuna scenarios nyingi sana mimi nimeziona, unakuta mtu ameenda restaurant, si ndiyo? Afu labda waita tishu anachelewa kuleta, afu mekaa natusubiria alete tishu mpaka mtoto mikono maji inamkauka, si simama, naenda mfate waita, mwambie hey, vipi, mmoja leta tishu, njoo na tishu kwenye meza X, afu narudi kukaa, jamaa analeta lakini kama umefika labda pale na nili yes. kitu kingine waga na notice nikiwa nimeenda labda restaurant kujifurahisha, kujipongeza au niko na dem waga, niko na observe na angalia, unakuta jamaa amekuja na demu yake afu amesimama simama. Kwa nini jamaa ameshinda kufanya maamuzi waende wakakae wapi? Ah, pale patakuwa pana mtu ah, tusikae hapa. Ila no, as a man unafika, unaenda una unakaa popote mpaka mje mnyanyuliwe. Oh, hapo ni kwetu. Ah, okay ndo Always always always kuwa mstari wa mbele kama mwanaume, always always always kuwa mstari wa mbele. Ishi kama wewe dunia ina kudai, au wewe ndio unaidai ulimwengu. Otherwise mwanamke atakuona ni dhaifu na atakudispose, atakuacha, atakutupa. Okay, ya mwisho ni nini? Ya mwisho ni kwamba wewe ni mwoga wa kumshika mwanamke. Of course nitamani wapi, story ya kwa nini ndiacha na dimwongo. Kwanza kabisa, na yenyewe ni kwamba nilishindwa kumshika hata mkono, yaani nilikuwa naogopa kumshika Of course nafikiri hata wengi wengine mna relate, lakini kubwa zaidi ni kwamba wewe ni mtu mzima, lakini unaogopa kumshika mwanamke. Simaanishi kwamba unafika tu kitu cha kwanza ni kumshika au kufanya chochote. Unaweza kumkumbatia, na hapana, kuwa strategic. Unjua some time ya kumshika au kuwa na zile excuse kuwa na vile sababu sababu ambavyo vina maana vya kumshika, si ndio? Usiogope kumshika mwanamke. Ukishaanza kuinitiate physical touch, ni rahisi wewe kuanza kuu kwenda kwenye stage inayofuatia ya kumpeleka sekta nana kufanya mambo, lakini kama unaanza kujiogopa, ukopo hujawahi kumshika demu, umemtoa out au umeenda sehemu hujamshika, hiyo ni ni wrong, ni kosa kubwa hatua. Ya sehemu kubwa ya kwanza kabisa ya kumshika mwanamke ni pale mnapokutana, labda ni date au somewhere mnakutana tu sehemu hivi, go for a hug, nenda hey, mambo Kumbatie pale pale, tayari na signal confidence inasema huyu mwana u jamaa anajiamini, amesha initiate physical touch. Na unakuwa kidogo tight, unamkaza na mvio ya jikaze huko mkula kweli, you see, hiyo ina, ina initiate physical touch automatically, demo wana pick signal kwamba huyu jamaa si mwoga, haogopi wanawake, ni mzoefu anajua anachokifanya. Hatu wengine, au, sehemu nyingine ambayo ni, simple wagani club kama, kuna kadaraja unamshika kidogo bege hivi, naambia tuende nikuvusha, au namshika mkono mkiwa unavuka barabara tuende. Ah, yani haijalishi kama ni hii utani tu, unamshika mkono. Sometimes unaweza kumshika nyuma mgongo, kio na nani lipo hivi, unamwekea mkono bege yake, kwa mfano on him pale, au him jo jo ni kwambie, unamwonyesha kitu kwenye simu unamshika, si ndio? Nyingine unaweza kam kamshika kama utani, kama you know zingine ni advanced, zingine si zingine si zingatoa hapa sasa hivi. Hizo ni exclusive kwa ajili hizo ni exclusive kwa ajili ya watu ambao wako kwenye group la private. Kwa kama unataka kuendelea kupata content kama hizi, au unataka personalized kama unataka mtu you know, ni kuwe na kufuatilia story yako, ni kufundisha ana kwa ana, lazima ukidogo ni consult unipe na kuna fee kidogo sana utalipia kwa ajili ya service kwa sababu muda wangu hauwezi kuwa bure. Baada ya kusema hayo, please and please and like, comment, subscribe share na wana ambao hawajui umuhimu wa kujiamini ukiona unapokuwa na wanawake si ndio? Hii ni, ni tip ya iceberg. Hii ni juu tu ni juu ni, ni, ni, ni points chache sana. Zipo nyingi mno ambazo nazidi kushare zaidi na zaidi na watu ambao wako karibu yangu. That peace.